Naitwa Mchungaji Dennis Sinene. Naitwa Neema Emmanuel Sanga, ni mjumbe wa kamati ya maridhiano katika wilaya hii ya Makete. Kuelekea katika kipindi hiki cha uchaguzi, sisi kama wajumbe wa kamati ya amani tunatamani kuona kwamba amani na utulivu vinatawala katika wilaya nzima katika kuchagua viongozi ambao watakuwa wanaleta maendeleo katika letu ya Makete, kwa sababu fujo na vurugu hazileti viongozi bora. Hivyo tunatamani kwamba wananchi kwanza wapewe elimu, waelewe umuhimu wa wao kujitokeza kupiga kura na kuwachagua viongozi bora ambao watasimamia maendeleo na watadumisha amani na upendo na utulivu katika nchi yetu. Hivyo basi kila mwananchi ana haki ya kupiga kura, kwa sababu ili kumpata kiongozi nguvu ya kura pia inaonekana nguvu ya kura. Kwa maana ya kwamba kura moja ina thamani kubwa sana kumpata kiongozi bora au kupata kiongozi asiyefaa. Hivyo wajitokeze kwa wingi waweze kuchagua viongozi wanaowataka bila kulazimishwa na mtu wala kudanganyika. Isipokuwa mtu akisikiliza sera za kiongozi, akamwona kiongozi anayemchagua anampenda, anaridhika na sera zake, huyo ndiye ampe kura, kwa sababu kupiga kura ni siri. Kwa hiyo, watunze haki yao kupiga kura kikatiba, ili tupate viongozi bora na waleta maendeleo kwa uchaguzi unaofuata. Naitwa Mwalimu Morgan Yasheri Sanga, mimi ni mjumbe wa kamati ya amani na ya maridhiano. Sisi kama kamati ya amani na maridhiano, tunataka kutoa rai kwa wananchi wote tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa nchi yetu wa mwaka 2025. Wananchi wote tujue nchi ni ya kwetu wenyewe na amani ni ya kwetu wenyewe, na amani ni, ni kitu cha muhimu sana kuliko vitu vingine vyote. Kwa kwanza, tunaomba utulivu, lakini kuna mazoezi yanayoendelea kujiandikisha, tunaamini watu wamejiandikisha na watu watunze kadi zao za kupigia kura na ambapo utakapofika watasikiliza sera za wagombea mbalimbali na hatimaye wafanye maamuzi sahihi ya kuwapata viongozi watakao tuongoza katika nchi yetu kwa amani kabisa. Kwa wito wetu na rai yetu ni kutunza amani ya taifa letu, kutunza amani ya nchi yetu lakini kushiriki uchaguzi katika hali ya utulivu na amani kubwa. E, ni kamati ya amani na maridhiano, kwa sababu kikubwa tunachotaka ni kila moja kusikilizwa na kila moja kufanya maamuzi sahihi na kwa wakati sahihi, kwa sababu amani ndio kila kitu. Na kamati hii inajumuisha makanisa na dini mbalimbali na viongozi wa kimila pia na machifu wote. Lengo letu ni moja, ni kudumisha amani na utulivu wa nchi yetu na taifa letu. Mwenyekiti wa jumuiya ya maridhiano wilaya ya Makete, kamati ya amani, mimi ni mwenyekiti ikiwa ni pamoja na shehe ndio makamu. Tunapozungumzia jumuiya ya maridhiano ni viongozi wa dini zote zilizoko Makete, si tu dini ya Kikristo, sisi tunaunganisha hii kamati inaunganisha madhehebu yote na dini zote, kwa maana ya kwamba dini ya Waislamu na dini ya Kikristo. Mimi ndio mwenyekiti, na zaidi sana tumeenda mbali hata wale wasio na dini. Sisi ni chombo cha maridhiano, ni chombo cha ushauri. Mwaka huu wa 2025 ni mwaka wa uchaguzi, na mwaka wa uchaguzi mara nyingi kunajitokeza vitu vingi na vurugu mbalimbali mbali, kwa maana ya kutafuta nafasi na kwa ajili ya kila mmoja kuingia kwenye nafasi fulani. Tukianzia kwenye vyama, ukaangalia kwenye vyama kule kunakuwa na michakato, ambapo michakato hii kwenye vyama wengine wameshamaliza kujipanga, kwamba nani atawania au ataingia kugombea nafasi ya udiwani, nafasi ya ubunge na nafasi ya rais. Na wengine wamezoea kusema ni mwaka wa uchaguzi wa mafiga matatu. Sasa katika mafiga hayo matatu ni kung'ang'aniana, lakini tukienda kwa maana ya demokrasia eh, haki sawa na uhuru kwa kutumia katiba yetu tunaweza tukasababisha amani kuongezeka, lakini tusipokwenda kwa utaratibu amani inaweza ikavurugika sana. Nina jambo moja la kuambia viongozi wa dini mbalimbali mbali, na wale wasio na dini kama mwenyekiti wao ambaye nimeteuliwa rasmi toka mwaka juzi kusimamia dawati hili, ninawaasa mwaka huu tutengeneze jambo la umoja na kwa pamoja kwa ajili ya amani, na ninawasihi sana na viongozi wote wakemee pale panapojitokeza eh, watu wengine kutumia majukwaa ya dini kwenye, ya, yaende kwenye siasa. Tusimame na ukweli. Na jambo lingine, kule kwenye madhehebu yetu tuna vyama vyote. Tuna vyama vyote, tuna vyama vyote, tuna vyama vyote kwa maana ya kwamba tuna uta ukiingia msikitini kule utawakuta watu ambao ni wa Chadema utawakuta wa Kafu utawakuta wa Ensiala utawakuta wa vyama vyote vile kumi na kitu kule ndani, ndio waumini wetu. Umeenda kanisani CCM e, unawakuta Chadema unawakuta. Kwa hiyo sisi tusimame kwenye nafasi kuhubiri amani, upendo na mshikamano, na tunapoelekea kwenye uchaguzi, hebu tuwaelekeze watu wasimame katika sera ya kuchagua viongozi bora kwa taifa letu, na siyo bora kukava nafasi hii ndio huwa tunasema. Kuna watu wengine wanasema, na sisi tuonekane tupo, tujaze nafasi. Kwa hiyo wanachukua mtu yeyote, kwa maana ya kutaka kujaza nafasi, sio kutafuta kiongozi ambaye yuko makini, anaweza kwenda kukompiti na vyama vingine. Na wengine matokeo yanapokuja kutokea, mwisho wa siku wanaanza kusema tumeonewa. Hawaanzi kujiuliza tuliweka mtu wa namna gani, tuliweka je, anafanana? Yaani kuna mtu mwingine anaposogea na huyu anafaa kuwa kiongozi kutoka chama chochote, anafaa kuwa kiongozi. Lakini mwingine hata jamii hata siyejua anaanza kukataa mapema, huyu hafai kuwa kiongozi. Kama ameshindwa kuwa kiongozi wa familia, kuwa kiongozi wa kijiji, unampa kata, ataongoza kata itashindikana kwa vyovyote vile, alafu bado unampa awe kiongozi wa kata, aende kushindana na wengine walioandaliwa. Muda huu wote huu ni wa maandalizi wa kupika viongozi. Kila chama kijikite kuwaandaa viongozi walio makini, wenye weledi, wenye hekima, watakaosimama kutetea amani ya Tanzania na sio kuvuruga amani ya Tanzania. Viongozi wa dini tusiingie kwenye siasa, lakini siasa inatuhusu pia hatuwezi kukwepa hapo kuhamasisha eh, watu wetu kwenda kuingia kwenye vyama huko na kutuletea viongozi bora. Lakini mimi ndio maana tumeanza na kuzungumza kwamba kwenye makanisa yetu kwenye madhehebu yetu tuna vyongo, tuna watu wagombea mbalimbali mbali. Utakuta eh, unamgombea wa Chadema unamgombea wa CCM, unamgombea wa chama hiki, wewe ndio mchungaji. Wote wanasema baba, na ikiwezekana wote wanaleta sadaka uwaombee kwamba ninaleta sadaka hii uniombe baraka zangu moshi uwake huko. Kwa hiyo kazi ya sisi ni kuomba kwa sababu hatujui ni nani Mungu amemuandaa. Vyama huko vinaandaa na kapeni zinaendelea kila watu kumwaga sera. Kwa hiyo watu watakapokuwa wanasikiliza sasa, e, Chama cha Mapinduzi na sera zake na utulivu wake, tumpe kula huyu wa Chama cha Mapinduzi ama tumpe kula huyu wa chama fulani au tumpe huyu wa chama hiki hapa. Kwa hiyo hii ni jukumu letu kuwahamasisha watu, tusikae tu kwamba mimi ni kiongozi ni wa kiroho tu kiroho. Chama kikiharibika au nchi kiharibika, hakuna injili, hakuna kuhubiri, maana yake tutakuwa tumevurugana. E, taifa linapigana huko, vyama vinapigana. Hatuwezi tukakwepa kwamba sisi mtuache ni wa kiroho, hapana. Kwa hiyo sisi tunaaswa kusimama kutetea na kuelekeza, kuonya pale ambapo amani inakuwa inavunjika, tena unaona kabisa katika misingi fulani kwamba hili limekosewa. Kwa hiyo tusimame kwenye misingi.